Jamii Media karibu tukuhabarishe. Nataka nilakuua taarifa kwamba kupitia Wizara ya Kilimo tayari TRIT imeshapokea sampuli elfu nane za udongo kwa kipindi kifupi sana chini ya mwaka mmoja. Hiki ni kielelezo cha uwezo na ari walionayo wataalamu wetu nongelani sana. Vilevile napenda nitambue na kutoa shukrani za dhati kwa mbandi wetu wa boresha chai kubo, mbalikua, baba, ngombo, wa, vifa, kwa mchango wao kubwa katika kufanikisha mradi huu wa maabara ya udongo wa mimea ufadhili. Wetu wao umesaidia kuiwezesha titi kupata vifaa, kutoa mafunzo kwa watumishi na hatimaye kufanikisha mchakato mzima wa kupata ithibati hii. Vilevile nashukuru bodi ya SADCAS kwa hatua kubwa walioifanya ya kufanya ukaguzi na kuthibitisha ubora wa maabara hii. Uwepo paleo, wa mwakilishi wa sabikiasiaka leo unadhihirisha uhusiano wa karibu wa kimataifa katika kuhakikisha ubora wa huduma za kisayansi. Kama ulivyosikia hapo, tukishapata ithibati ya udongo pamoja na kuongeza na kuaminika, lakini pia tunatoa fursa kubwa sana ya wafanyabiashara na wakulima kupata nafasi ya kuwa pia na uhakika wa bidhaa zao. Tunapokuwa na fursa ya kuwa na ithibati ndani, inatuongezea kuwa na nafasi pia ya kuongeza kipato, kwa sababu kuna wakati bidhaa zetu zinakuwa zina, zinapelekwa nje ya nchi kwa ajili ya uzalishaji kwa, kwa ya kupima kwa kwa kwa udongo. Sasa hivi, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeongeza uzalishaji katika maeneo mengi, uwekezaji katika kilimo ulikuwa mkubwa sana na kwa maana hiyo ongezeko kubwa na mahitaji na zetu aa, maabara zetu za udongo. Ah, maabara hii ni moja wapo kati ya maabara nyingi ambazo tunaendelea kuzifanyia ukarabati na pia kuhakikisha kwamba zinapata ithibati. Manufaa makubwa i mtangazaji ni kwamba yatakuwa kuwezesha makampuni na wakulima wadogo kuweza kutumia maabara ambayo leo hii Tumepewa certification pwana. Uh, ili kinachotokana na vipimo vitakapokuwa vinatoka pale vinatambulika kimataifa kama tunavyosikia. Lakini pengine niwarudishe kidogo nyuma kwamba zamani hata udongo wa chai ulikuwa unapelekwa nje, nchi jirani kwenda kupima Kericho, Kenya, miaka ya nyuma. Baadaye ndipo baadhi ya laboratories zilizokuwa ziko hapa zilipokuwa zimeanza kuwa makini basi, wakulima wakubwa walikuwa wanaweza kupeleka pale udongo, lakini wakati mwingine wanapeleka nje kwa ajili ya kuthibitisha. Sasa kuanzia sasa, lililotokea sasa ni kwamba udongo wote kupimwa hapa hauwezi kuenda nje tena, na itakuwa imethibitishwa moja kwa moja kutoka Tanzania. Jamii Media, karibu tukuhabarishe.